Nataka nikwambieni kwamba mimi ndio nitakuwa champion wa utekelezaji. Sasa hivi tuna tatizo kubwa la urasimu, tuna tatizo kubwa la kiutendaji, tuna tatizo kubwa la kuchelewesha watu kufanya biashara zao haraka. Sasa nadhani niseme tu kwamba kwa pamoja tutasimamia haya, tuhakikishe kwamba vikwazo vyote ambavyo vinasababisha biashara zisiende haraka au k kuwa na urasimu mwingi tutaviondoa. Kwa maana ya waziri amezungumzia masuala ya sera, ndo haya, kuna masuala ya sheria kuna masuala ya kitaasisi, lakini moja ambalo halikusemwa ni kuna swala la utendaji wa watu. Sehemu kubwa ya matatizo yetu ni utendaji wa watu. Kwa hivyo, mimi ningependa wakati wa utekelezaji wa haya, basi wale wote ambao mnawaona kwamba ni vikwazo katika utekelezaji, nipate habari zao ili tuweze kufanya kazi moja tu ya kuondoa vikwazo vyote ikiwemo watendaji ambao aidha kwa mazoea au kwa makusudi wanaamua kuwa wao ndio vikwazo vya ufanyaji. Kama tulivyosikia juu ya tathmini ya mazingira ya ufanyaji biashara kwamba bado kuna changamoto katika ufanyaji biashara katika maeneo mbalimbali, yakiwemo usafirishaji na uagizaji bidhaa, usajili na uhawilishaji wa mali, upatikanaji wa vibali na mengineyo. Ahadi yangu ni kuwa serikali itazifanyia kazi changamoto hizo na nazitaka mamlaka za utoaji wa leseni na mamlaka za usimamizi kuchukua hatua za haraka katika maeneo yote ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi ili kurahisisha ufanyaji biashara na kuweza kufikia malengo ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050, na malengo ya mpango wetu wa maendeleo wa mwaka 2021 hadi 2026. Uandaaji wa sera mpya ya biashara na tathmini ya mazingira ya ufanyaji biashara ni hatua ya kufanikisha ahadi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 hadi 25 ibara ya 157 inayoitaka serikali kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji wa biashara. Hivyo sera ya biashara ya mwaka 2024 ni matokeo ya mapitio ya sera ya biashara ya mwaka 2006. Sera hii mpya imelenga kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wanakuwa na uwanja mpana wa kufanya biashara zao kiushindani na kuweza kushiriki vizuri katika kufanya biashara kwenye masoko ya ndani na nje ya nchi sambamba na kuongeza ushindani wa mauzo nje ya nchi ili kuongeza wigo wa bidhaa kufikia masoko mapya. Leo hii tunapofanya uzinduzi wa sera hii muhimu sana hapa Zanzibar, tufahamu, tukifungua hiyo vizuri, tuna soko kubwa ambalo liko mbele yetu, 1.4 billion people, soko la Afrika, ambao nimemwona ndugu yangu Mali akizungumzia katika clip yake pale video, lakini soko la SADC vile vile sisi members zaidi ya watu milioni mia nne na hamsini. Yote ni fursa kubwa. Kwa hiyo tufahamu kwamba hili linalofanyika hapa lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inasonga mbele kwa amani na utulivu. mwisho la kisi kwa umuhimu, Mheshimiwa Rais, ni ruhusu huu mwaka tuna jambo letu, mwaka wa uchaguzi. Niombe sana, kinachofanyika hapa kinategemea swala zima la amani na usalama. Hakuna biashara itafanyika ama uwekezaji kama hakuna amani wala una usalama. Niwaombe wa tanzania wote wa bara na huku Zanzibar tuhakikishe tunapoenda mwaka huu katika uchaguzi, tushirikiane vizuri na hasa kuona matunda mazuri yanayofanywa katika maeneo yote haya mawili. Dokta Mwinyi, nikupongeze tena kwa mara nyingine, mkuu wangu. Mimi nimefarijika sana nikiwa mbele yako, naona nimepata upako mwingine, na hasa nikiangalia mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ukiwa na bosi wako mbele yako, unaona baraka zinakuja kujapiga makofi tafadhali.